Na miti ya msandali yenye uzani wa tani saba nukta nane na yenye thamani ya shilingi milioni nane imeteketezwa katika kituo cha polisi cha Maralal, kaunti ya Samburu. kuwashukiwa wawili Uh, wakiwa na wana, wanaokisiwa kuhusika na biashara hiyo wakizuiliwa. Mwanahabari wetu Bonface Baraza na arifu zaidi kutoka Samburu. Hiki ni kikao cha mahakama tamba kilichoandaliwa katika kituo cha polisi cha Maralal saa chache kabla ya miti aina ya misandali kuteketezwa. of... Washukiwa wawili waliotiwa mbaroni kwa usafirishaji wa misandali hiyo wakishtakiwa. Consignment is 7.8 tons.

Visa vya usafirishaji wa misandali vimeonekana kukithiri katika siku za punde, Kamishna wa Samburu John Cheriot akiwaonya wale wote wanaojihusisha na biashara hiyo haramu inayochangia uharibifu wa misitu asili.

Kadhalika, kamishna Cheriot ametaja ushirikiano wa wananchi na maafisa wa usalama kuchangia kufanikisha vita dhidi ya wahuni wanaoendesha biashara hiyo biashara ya misandali ambayo hutumika kutengeza manukato imeharamishwa kisheria humu nchini. Kuteketezwa kwa misandali hii kunaweka wazi kibarua kiliyopo kwa serikali kutakiwa kukaza kamba zaidi ili kuzima biashara hii haramu inayozidi kuendeshwa katika maeneo haya. Bonface Barasa, Runinga Citizen, Kituo cha polisi cha Maralal, gatuzi la Samburu. Na mtazamaji na utafiti wa hivi punde wa kuwa...